Tusimame sote. Sioni watoto wa Sunday school pale pale. Kama kuna watoto wa Sunday school waletwe hapa mbele mara moja, ili tuingie katika eh, kipindi kingine. Asante Bwana, sema na mimi Bwana, sema iwe elekezeni mikono yenu kwa hao watoto waliobarikiwa na Bwana. Baba, katika jina la Yesu ni asante kwa mbau, tunashukuru kwa pumzi ya uhai katika maisha yetu. Sande Bwana ni kwa ajili ya mchana wa leo ambao tumekutana katika nyumba yako, tukaweze Bwana kupokea kutoka kwako. Sasa watoto hawa walio mbele ya madhabahu yako tunawabarikisha mbele zako Bwana kaweze kuwabariki watokapo waingiapo, Bwana ukawalinde, ukawaepushe na mikosi na mabalaa na kila mitengo ikaweze kuondoka mbele yao katika jina la Yesu Kristo. Tunawafunika na damu ya Yesu iliyomwangika msalabani, hata wale wasikii vizuri wale walio mahospitalini Bwana, tunawaombea uponyaji ukaonekane juu ya watoto hawa, ni kwa kuwa Bwana neno lako linasema mbegu ya wenye haki itakuwa kuu katika nchi. Hawa watoto wakawe wakuu na hodari katika nchi, katika jina la Yesu tumeomba amini, amen, amen. Bwana asifiwe. Basi mi niko na furaha mchana wa leo, kwa ajili ya Bwana tunaweza tukakaa, tunapowashangilia waimbaji. Mungu amewabariki, washangilie kwa makofi. Wametuongoza kwa sifa na ni wapakwa mafuta wa Bwana, na ni lazima tuwaheshimu na tuwashangilie. Washangilie tena, Bwana asifiwe. Washangilie wanapoenda kukaa, watie nguvu vizuri. Kutia watu moyo katika huduma sio kazi rahisi. Twende katika kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua. Hapo ndipo tutaenda kujifunza kwa Bwana. Yoshua kumi, mstari wa kwanza hadi kumi na sita alafu tutarukaruka. Nataka tuende tukaokoe wakati, kwa sababu masaa imesonga sana. Kwa hivyo tafuatilia Biblia yako tunapoenda kusoma, ili tuingie katika kujifunza neno la Bwana. Yoshua sura ile ya kumi mstari wa kwanza taenda kusoma Yoshua kumi kuanzia mstari wa kwanza. Basi ikawa hapo Adoni Sedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai na kuharibu kabisa, kama alivyofanyia mji wa Yeriko na mfalme wake, akaufanya vivyo hai na mfalme wake na njizi wenyeji waliokaa Gibeoni walivyofanya amani na Israeli na ya kwamba walikuwa kati yao, ndipo wakacha mno, kwa sababu Gibeoni ulikuwa ni mji mkubwa kama ilivyo miji ya kifalme mmojawapo, tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita hai, tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa. Basi kwa hiyo Adoni Sedeki mfalme wa Yerusalemu akatuma ujumbe kwa Hoham mfalme wa Hebroni, na kwa Piramu mfalme wa Lakishi, na kwa Debiri mfalme wa Elgoni, akiwaambia haya, kweni mje kwangu, mnisaidie, tuupige Gibeoni, kwa sababu umefanya mapatano ya amani pamoja na Yoshua na wana wa Israeli. Ndipo hao wafalme watano wa Waamori, mfalme wa Yerusalemu, na mfalme wa Hebroni, na mfalme wa Yarmudhi, na mfalme wa Lakishi, na mfalme wa Egloni wakakutana pamoja, kisha wakakwea wao na jeshi zao zote na kupanga marango yao kinyume cha Gibioni na kuupiga vita. Ndipo watu wa Gibioni wakatuma wajumbe kwenda kwa Yoshua huko Gilgali Maragoni, wakamwambia usiulengeze mkono wako hata ukatuacha sisi watumishi wako ukatuacha sisi watumishi wako huje kwetu kwa upesi utuokoe na kutusaidia, kwa sababu wafalme wote wa Waamori wakao katika nchi ya vilima wamekutana pamoja juu yetu. Basi Yoshua akakwea kutoka Gilgali yeye na watu wa vita wote pamoja naye na mashujaa wenye uwezo pia wote. Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu usiwache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako, hapana mtu awaye yote miongoni mwao hatakayesimama mbele yako. Basi Yoshua akafikilia ghafla, kwani alikwea kutoka Gilgali kwenda usiku kucha. Bwana naye akatapanya mbele ya Israeli. Naye Israeli akawaua uuaji ulio mkuu hapo Gibeoni, akawafukuza wakimbie wa, wa hiyo njia ya kwe, kwelea kwenda Beth Oron na tena hata kufikilia Makenda. Kisha ikawa hapo walipokuwa wakimbia wa, wa mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kutelemkia Beth Horoni, ndipo Bwana alipowatupia mawe makubwa kutoka mbinguni juu yao. Hata kufikilia Azeka nao wakafa; au walio waliokufa na kuuawa na hayo mawe ya barafu walikuwa ni wengi kuliko au waliouawa na wana wa Israeli kwa upanga. Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo, ambao Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe njua, simama kimya juu ya Gibeoni na wewe mwezi simama katika mbonde la Ayalon. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya andui zao. Haya, je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala alikufa, alikufanya haraka kuchwa kwa kama muda wa siku nzima. Haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake wala katika hizo zilizoandama zilizo baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Basi Yoshua akarudi na Israeli wote wakarudi pamoja naye mpaka Marangone hapo Gilgal. Mstari wa kumi na sita na hawa wafalme watano wakakimbia wakanjificha ndani ya pango la Makenda. Turuke ishirini na mbili. Kisha Yoshua akasema, haya, funua mdomo wa pango, mniletee hao wafalme watano hapa nje ya pango. Nao wakafanya wakamletea hao wafalme watano hapo nje ya pango, yaani mfalme wa Yerusalemu na mfalme wa Hebroni na mfalme wayarumudhi na mfalme wa Lakishi na mfalme wa Elgoni. Kisha ikawa hapo walipomletea Yoshua hao wafalme watano hapo nje, Yoshua akawaita wanaume wote wa Israeli akawaambia majemedari wa watu wa vita waliokwenda naye, hao ya njongeeni karibu mweke nyayo za minguu yenu katika shingo za wafalme hawa, nao wakanjongea karibu wakatika nyayo zao katika shingo zao. Yoshua akawaambia msiche, wala msifadhaike, iweni hodari na wa mioyo ya ushujaa, kwa kuwa ndivyo Bwana atakavyowafanyia adui zenu wote ambao mwapigana nao. Baadaye Yoshua akawapiga na kuwaua akawatundika katika miti mitano, nao wakawa wakitundikwa katika hiyo miti hata jioni. Chapter 11 mstari ule wa mwisho basi Yoshua akawaita akaitoa hiyo nchi yote sawasawa na hayo yote Bwana aliyokuwa amemwambia Musa. Yoshua naye akawapa Israeli kuwa ni urithi wao sawasawa na walivyongawanyikana kwa kabila zao, kisha nchi ikatulia isiwe na vita tena. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa neno lako tunapoenda kulishiriki Bwana, wacha ukatubariki na ukatusaidie kulielewa, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe! Basi mchana wa leo taka tuzungumze ama somo letu liko katika kitabu hiki cha Yoshua. E, kichwa cha ujumbe nimekinakili ya kwamba njizi ya kuingia katika nchi ya ahadi, ama mbinu ya kuingia katika nchi ya ahadi. Mpendwa e, nataka uweze kujua kwamba e, ulipookoka, Mungu amekupa ahadi ya kuingia katika nchi ya ahadi, kwa sababu Mungu wetu kutoka mwanzo ni Mungu wa ahadi, na kile ambacho anachoahidi kinatimia, kinatimia. Kwa hivyo katika maisha ulionayo, kuna mahali Mungu amekuahidi kwa sababu kila siku tunaposikia neno la Bwana kuna ahadi zinatoka katika watumishi wa Mungu na katika neno la Bwana ya kwamba Mungu amekupatia ahadi hii. Kwa hivyo ahadi ya Mungu ni lazima itatimia. Basi tunapoenda kujifunza njia ya kuingia katika ile nchi ya ahadi, maana nchi ile Mungu amekuahidi, lakini kuna, kuna kanuni zake kuna pale katika ile nchi ambayo Mungu amekuahidi, kuna wafalme, kuna watu ambao wako na hizo vitu wameshikilia, wafalme, odari wa vita. Kwa hivyo Mungu kile amekuahidi, usione ni kana kwamba kiko mahali ati kimekaa tambarale, kimeshikiliwa mahali. Bwana Yesu asifiwe, kiko na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ile shamba ambao unataka kununua iko na mtu. Ile gari ambayo unataka kununua iko na mtu. Mahali ambapo unataka kufika, mahali ambapo mungu amekuahidi kwenda kumeshikiliwa. Kwa hivyo kuna njia ya kufika mahali pale, ambayo tutaenda kuenda kujifunza mahali pale, kwa sababu ni lazima tuingie katika ahadi ya Mungu, tuingie katika nchi ahadi mahali ambapo Mungu anatutarajia tuwe, ni lazima tukuwe mahali pale. Hatuwezi kuwa mahali ambapo Mungu hajatutarajia tukuwe. Mungu hajatutarajia tukae katika umaskini. Mungu ametuahidi nchi ambayo imejaa maziwa na asali, nchi nzuri, nchi ambayo tutafurahia na kumtukuza Bwana. Tunapomsifu Bwana tunakuwa tuna furaha Sio kuja kumsifu Bwana ama katika nyumba ya Bwana tukiwa tumejaa vidonda na mauchungu, kwa sababu zile ahadi za Bwana hazijatimia. Kwa hivyo, mpendwa, anataka nikuambia kwamba ni lazima tunapoingia kilindini mwaka huu, kuingia ndani sana zaidi kilindini, pia ni kuingia katika ahadi za Mungu, kuingia katika nchi ya ahadi, inchi nzuri, na hiyo nchi tumeona vile tumesoma, ni nchi ilikuwa nzuri na ilikuwa na watu, ilikuwa na wafalme watano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yoshua kuingia katika nchi ya ahadi ya Kanaani, alipigana na wafalme watano. Bwana Yesu asifiwe. Alipigana na wafalme watano ili kuingia pale. Kumbuka Mungu alimuahidi Ibrahimu ya kwamba nchi hile atawapatia uzao wake, lakini nchi hile Mungu alikuwa anajua wale watu walikuwa katika ile nchi, alikuwa anajua kuna kingdoms, alikuwa anajua kuna watu hodari, kwa sababu watu hodari ndio wanakaanga katika sehemu ambazo kuna dhahabu nyingi, kuna vitu, kuna mafuta zile nchi zinazomiliki hizo vitu ni nchi odari, ni nchi zinajiweza kivita, kwa sababu unaposhikilia kitu kizuri, usipojua vita, usipojua kulinda kitu hicho chako kizuri, kuna watu wanakiona na wanakimezea mate na wanataka wakipate. Kwa hivyo ile nchi Mungu alijua iko na watu ambao ni mashujaa wa vita, lakini Mungu akawaahidi akasema, nitawapatia urithi ile nchi ya Kanaani ambayo imejaa maziwa na asali. Basi kama vile Yoshua alipopigana nao wafalme watano, nitakuonyesha wafalme watano ambao ni lazima upigane nao ili kuweza kufikia kuirithi ile nchi hadi. Wapendwa, vita tunazopigana ni vita za kiroho . Wakati wa Yoshua walikuwa wanapigana kwa upanga, lakini katika neno la Bwana tumeona vile vile Yoshua alipokuwa akipigana, eh, kuna watu waliachiliwa mawe kutoka juu mbinguni wakauawa na Mungu, uuaji mkubwa kuliko ule Yoshua walipoua katika upanga, kumaanisha ya kwamba Mungu anajihusisha na vita zetu na ule uuaji ama kule kupigana kunaweza kupiganwa zaidi, ni Mungu mwenyewe anaweza akapigana zaidi ya vile wewe mwenyewe unaweza kupigana. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo tujue tunapoendelea kwamba Mungu ametuahidi kutupeleka katika nchi ya hadi, na hiyo nchi iko na wafalme iko na watu, sio ati ni nchi haina watu. Kwa hivyo ni lazima upigane meona Yoshua akiwaingiza pale mstari ule wa mwisho wa chapta 11 ya kwamba eh, wakati Yoshua alipopigana na hao wafalme watano, Yoshua aliwapatia wana wa Israeli, akawangawia urithi wao mahali pale katika kabila za Israeli vile walivyongawanyika, akawangawia urithi na nchi ikatulia, kusiwe na vita tena. Bwana Yesu asiwe. Kwa hivyo Yoshua kuingiza wana wa Israeli pale hivi, hakwenda tu kuwaingiza, alipigana. Tumeona ya kwamba vile hao wafame watano waliokuwa wanapigana